Safi habari? Safi. Mimi naitwa Pablo. Sijui unaitwa nani. Naitwa Anita Mushi. Anita, mimi nataka nikuulize swali mm -hmm. Wadada wengi wa hapa mjini kwamba wakishapata mpenzi wanatamani kukaa nyumba nzuri, nyumba ya gharama, nyumba ya thamani Sawa. Mhm. Mm Wewe ukapata umebahatika kupata mpenzi ana hela mm -hmm. ukamwambia, bwana, mimi nataka nyumba nzuri ya kukaa mm -hmm. yaani akupangie ya nyumba nzuri ndio. akaenda kukupangia nyumba nzuri ya samani, kumbe ile, mm -hmm. nyumba alioenda kukupangia ya ex wako wa zamani kabisa, ambao ulikuwa unampenda kwa dhati mkaachana, mm -hmm. anakuja, anakuja pale bamwne nyumba ndo yeye ex wako wa zamani, we kama we utafanyaje? mm -hmm. hamna cha kufanya, endelea tu na mishe zangu nyingine automia na aisha kutelekeza huko mjini, umekuja kwenye nyumba yake huko, yeye ajui kama ndo wewe. Kwa sababu nitakuwa mimi sijui ni nyumba yake, na nimepangiwa na mpenzi wangu mpya. nita, nitaendelea kuishi, nitaendelea na mishe zangu. nikiona inakuwa tabu na ama na mimi sehemu nyingine. kwa hiyo utapata changamoto yoyote? sitapata changamoto yoyote. ex wako kabisa, ex wako ndo bwana wako wa kwanza kabisa, umemwacha kijijini, kaja kutafuta maisha huko mjini. Ah, sitakuwa na changamoto e, yoyote. na yeye mimi nitaendelea, nitaangalia maisha yangu ya sasa hivi. nikiona naishi pale kwa shida, na achana naye, naenda na, na, na mishe zangu nyingine

Amna hata nielewa tu, kwa sababu kuanzia mwanzo nitakuwa nishamuelewesha kwamba nishakuwa na mtu anaelewa. Na umemkuta ile ex kwa zamani ile nyumba anayekaa, hata ile ex sasa hivi hana uwezo wa kuujenga yani ndio yuko juu zaidi ya yule ambaye ulikopo naye. Nitaendelea kuwa na huyo huyo ambaye sasa hivi siwezi kuumia, kwa, kwa sababu siwezi kujua riziki yangu iko wapi. Ah, asante sana dada yangu nashukuru na,